Na upanuzi uliosubiriwa kwa hamu wa barabara kuu ya kutoka Nairobi kuelekea Nakuru na, na Mau Summit utaanza mwezi ujao, hatua inayotarajiwa kukomesha masaibu ya watumizi e, wa barabara hiyo. Rais William Ruto amesema barabara hiyo itapanuliwa kuwa ya safu sita kila upande kuanzia Nairobi hadi Naivasha na baadaye kutoka Naivasha hadi jiji la Nakuru. Upanuzi huo kupitia ushirikiano wa sekta ya umma na ile ya kibinafsi umecheleweshwa tangu mwaka elfu mbili kumi na mbili kutokana na uhaba wa fedha. Juma lililopita, halmashauri ya barabara kuu humu nchini ilitangaza kwamba muungano wa ubia kati ya hazina ya kitaifa ya malipo ya kustaafu na kampuni ya China Road and Bridge umeshinda zabuni ya ujenzi wa barabara wa kilomita 230 kutoka Rironi hadi Mau Summit na Naivasha kupitia Maimahiu. Ujenzi huo utafanikishwa na ushirikiano kati ya sekta ya umma na binafsi, na pindi itakapokamilika, wenye magari watalipa shilingi nane kwa kila kilomita ili kutumia. Kama mko tayari. Rais William Ruto anasema ujenzi huo utazinduliwa mwezi ujao. Hii barabara inatusumbua ya kwenda Nairobi msongamano wa magari, watu wanalala kule Naivasha, wanalala Gilgil wakijaribu kutafuta barabara ya kwenda Nairobi, ama wengine wanaenda Malaba. Si kweli? Sasa tumekubaliana hii barabara yenu tunapanua, tunaweka badala ya leni mbili tunaweka leni sita. Akiongea wakati wa uzinduzi wa mpango wa uunganishaji umeme mashinani katika kaunti ya Nakuru. Rais Ruto alisema barabara hiyo itapiga jeki uchumi, bali na kubuni nafasi za ajira. Kuna vile Nakuru itabadilika, itabadilishwa na miradi na mipango ya maendeleo. rais anarudi mwezi ujao, hii barabara ambayo kwa miaka mingi imeleta jam imeleta accidents, ipanuliwe kutoka Rironi, Nakuru, Mau Summit iwe duo carriageway, ndio tusongeshe uchumi wa Nakuru. Rais alitangaza uwekezaji wa shilingi bilioni mbili nukta sita ili kufanikisha uunganishaji umeme wa familia elfu ishirini na mbili katika azma ya kufanikisha lengo la umeme kwa wote. Kwa sababu leo pia tumeanzisha hapa Nakuru program ya kuunganisha wananchi kwa huduma ya stima sehemu zizote. Kama kuna nyumba bado haijawekwa stima, waziri yuko hapa, Gikaria yuko hapa, na Gikaria ndio chairman ya kamati ya bunge ambayo inasimamia mambo ya stima. Rais pia alifichua mipango ya ujenzi wa nyumba za gharama nafuu katika eneo la Lanet, mradi ambao utabuni takriban nafasi elfu mbili za ajira Weri Mujenga Darubini.